Karibu kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Kwenye mafundisho haya tunakuletea jinsi ya kujitambua, yaani mchakato utakaoutembelea kwa kujitambua na hii ni sehemu ya kwanza ya jinsi ya kujitambua. Ili kujitambua jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya ni kujitafakari. Kujitafakari ni kule kutumia muda tumia muda kutafakari kuhusu maisha yako, malengo yako na thamani yako. Tafakari, self examination. Uwe na uwezo wa kujitafakari kwamba wewe una thamani gani, wewe u, maisha yako unayaonaje? Kwani maisha yako ni ya kuwalaumu watu wengine kwamba hawakusaidii, hawa wakufanyie hiki na kile? Wewe una mchango gani na malengo yako ya maisha ni malengo gani? Unajua wengi wetu tunapata hela lakini hatuna malengo, wengine tunapata vitu hatuna malengo. Lazima tujiwekee malengo ya kudumu, malengo ya muda mfupi na malengo ya kudumu. Kujitafakari ni njia ya kwanza ya kujitambua. Jitafakari, jioji, jiul, ji jiulize kuhusu maisha yako, kuhusu malengo yako na kuhusu thamani yako kwenye dunia hii. Wewe una thamani gani? Wewe ni mtu wa aina gani? Wewe unataka nini? Jitafakari. Ukianza na kujitafakari, utaanza kupata picha iliyo tofauti na ile uliyozoea, maana katika kujitafakari utaanza kujijua zaidi, na kujijua ndio kujitambua. Utaanza kuona oke, okay, kumbe haya malengo nayaweka sitayatimiza. Maana ukisema uanze kuchangisha kwenye pesa ya mshahara, unachangisha ununue ndege, ni kitu hakitawezekana. Kwamba unataka kununua jet na wewe umeajiriwa, itakuchukua mpaka miaka sabini hujafikia pesa ya kununua jet. Kwa hivyo, weka malengo yale yanayoendana na uwezo wako na kitakachokusaidia ni kujitambua. Ukishajitambua utaweka malengo yanayoendana na mazingira yako. Kuna sehemu unayoishi ambayo hakuna magari, sasa ukijiwekea malengo ya kununua gari haitakusaidia. Kuna sehemu unayoishi ambapo vitu vingine unavyovifikiria haviko pale, kwa hivyo malengo yako yaendane na sehemu uliko. Kwa hivyo ujitafakari, wewe ni nani? na wewe umebeba thamani gani na maisha yako ni maisha gani? Je, ni ya lawama kwa watu au ni ya kutaka kupigiwa simu au kutaka kuambiwa maneno mazuri tu? Ukiambiwa maneno mabaya hutaki? Au wewe unapenda vitu vitamu tu, huwezi kuchanganya na vichungu? Kwa hivyo tafakari maisha yako. Hiyo ni njia ya kwanza inayoenda kwenye mchakato wa kujitambua. Njia ya pili, njia ya pili inayoenda kwenye kujitambua ni kupokea mrejesho. Uwe tayari kupokea mrejesho, be ready to receive a feedback, kwa wale wanaokuongelea mazuri au mabaya. Kwa hivyo, kupokea mrejesho ni kule kusikiliza maoni ya wengine kuhusu wewe ili kupata mtazamo wa nje. Wewe si una mtazamo wako wa ndani unajijua jinsi ulivyo ndani, umejijengea ujasiri. Lazima uwe tayari kupokea mrejesho, kupokea maoni ya watu wa nje, pia kujua wewe, wale watu wanakushikaje wewe, wale watu wanakuonaje, wanakuchukuliaje? Ku, wana ndugu yangu, ukipata mtu ambaye anaweza kupa mrejesho, huyo ni rafiki, na haswa yule anayekupa mrejesho wa mambo mabaya anakusaidia zaidi. Akisema wewe unaongeaga sana, wewe Majaliwa unaongea sana, wewe Majaliwa ni mfupi, wewe Majaliwa unajivuna, huyo mtu anakusaidia zaidi, kwa maana anakupa mrejesho wa kupata picha ya pili tofauti na ile ulio nayo. Kumbuka unapokwenda kwenye kioo uki, ukikaa kwenye kioo unajiona, ukishajiona kwenye kioo unaanza kuona vitu tofauti na ulivyokuwa unafikiria kichwani. Kichwani ulikuwa unaona kwamba uko hivi, ulipoenda kwenye kioo ukaona tofauti. Na hacha nikuambie kioo, wakati mwingine, kwa maana it's a reflection of us, ina reflect opposite. Ukiweka kioo hivi, chukua hii experience, ndugu mtazamaji, weka kioo mbele zako. Ukiangalia vizuri, utagundua kwamba mkono wa kulia kwenye kioo wewe unauona kama ni mkono wa kushoto, na mkono wa kushoto pale kwenye kioo wewe unauona kama mkono wa kulia. Kwa hivyo kioo kinakupa opposite, lakini kinajaribu kukupa isa, picha halisi ya jinsi ulivyo. Sasa hiki kioo kilete kwa watu, kubali watu wakupe mrejesho wa yale wanayoyaona kwako, yaani wageuze watu kuwa kioo, wapate kuku, wapate nafasi ya kukuelekeza au ya kup, kukupa mrejesho wa yale wanayoyaona kwako, maana kioo nacho pia hiki cha kawaida kuna sehemu zingine hakioni. Ukishajiwekea kioo mbele zako hivi, huwezi kuona nyuma ya kichwa huku nyuma, huku huwezi kujiona, pengine uweke kio nyingine huku nyuma, ndio picha ya huku nyuma ije huku mbele uweze kuona. Kwa hivyo macho yetu yana limit macho yetu yanaona kwa kiasi chake. Kwa hivyo waruhusu watu pia wakupe mrejesho wayale wanayoyaona kwako, ukiwa tayari kupokea mrejesho. Hiyo ni njia ya pili inayokupeleka kwenye mchakato wa kujitambua. Hakuna aliyejitambua kwa kujijua yeye mwenyewe tu, lazima pia uwe tayari kupokea feedback, kupokea criticism kutoka kwa watu upokee yale wanayoyaongea kuhusu wewe yasiyokuwa mazuri, ili ujifunze kutokana na yale, uyaangalie kama ni kweli. Lakini uepuke wale watu wanaokuongelea mazuri tu mazuri tu, maana yake hawa wanaweza kuwa wanafiki. Nenda na wale ambao wanaweza pia kukuongelea mabaya, kwa maana yale mabaya utakuwa na fursa ya kuyarekebisha. Njia ya tatu ya kujitambua, kutembea kwenye huo mchakato ni kujifunza. Kujifunza kunakupa fursa ya kujitambua zaidi. Katika kujifunza, soma na jifunze kuhusu maendeleo binafsi, self development, na jinsi ya kuboresha nafsi yako. Nafsi sio nafasi, nafsi yako jinsi ya kuiboresha nafsi yako. Nafsi ni hisia na mawazo ulio nayo, renew your mind, kupitia kujifunza. Unajifunzaje? Unajifunza kuhusiana na watu wengine pia. Kwa hivyo, wewe unapoanza kujijua na unapopokea mrejesho kutoka kwa watu na umejitafakari, njia ya tatu ni kujifunza. Jifunze kutokana na vitabu, yale yaliyoandikwa kwenye vitabu. Jifunze kutokana na maneno ya watu wengine. Sikiliza maneno ya watu wengine, angalia kama yanaendana. Kuna watu wanaweka hisia kali hapa, wakiona mtu anaongea vibaya kuhusiana na dini yake au imani yake, anakasirika. Katika yale mabaya anayo yaongea kuhusu dini yako, unaweza kujifunza pia jambo jipya pale, utajifunza jambo jipya kulingana na ile critics, au yale maongezi mabaya ya yanayohusiana na dini yako. Lakini kuna mtu hapa aliniambia yeye hapendagi yeye hapendagi kusikia watu wakiongelea vibaya imani yake. Mimi nikamwambia utajifunza ma, ma, ma, madhaifu gani kwenye hiyo dini kama uwezi kusikiliza watu wengine wakiongelea vibaya kuhusu dini yako? Wanapoongea vibaya wanakusaidia kwa sababu napata nafasi ya kuelewa opinion za watu wengine kuhusiana na dini yako. Jambo la nne katika jinsi ya kujitambua ni kujihusisha na wengine. Kujihusisha na wengine ni collaboration, shirikiana na watu wanaokusaidia kuelewa na kuthamini nafsi yako. Usipotengeneza connections utajikuta uko peke yako kwenye kila jambo. Lazima ushirikiane na watu wengine, ujihusishe na watu wengine katika kutengeneza maisha yako, maana hawa watu ndio watakuletea mrejesho. Hawa watu wataleta maneno usiyoyapenda, lakini utajikuta umejifunza kitu kipya kutokana na maneno yao. Kwa hivyo, hiyo ni njia nyingine ya kujitambua: kujitafakari, kupokea mrejesho, kujifunza, na kuhusiana na wengine collaboration, kuhusiana na watu wengine ili wakusaidie kuelewa na kuthamini nafsi yako. Kwa hivyo hizi ni njia nne zinazotengeneza sehemu ya kwanza ya jinsi ya kujitambua. Kwa hivyo hii ndiyo njia tunayoitembelea kupata kufikia malengo au kupata kufikia neno kujitambua lazima upitie kujitafakari, upitie kupokea mrejesho, upitie kujifunza, na uchukue muda kufanya hivi vitu vyote. Sio vitu vya siku moja au mbili, na kuhusisha watu wengine. Nataka nikuagize kujitambua ni mchakato endelevu. Sio kwamba unaisha unapojigundua na unaishiushea pale. Hapana, ni kitu kinachoenda, it's a process. Na hizi ni njia mojawapo. Asanteni sana, tuendelee kujifunza.